Umoja wa waendesha baisikeli wa Tanzania Red Cross Society mkoa wa Kilimanjaro maarufu Kili Red Bikers wanatarajia kuanza safari ya siku tisa kutoka Moshi mjini hadi Dodoma kwa ajili ya kuhamasisha misingi ya Msalaba Mwekundu ikiwamo matendo ya huruma na utu. Hamasa hiyo ya kipekee kutoka Kili Red Bikers ya Tanzania Red Cross Society mkoani Kilimanjaro inaingia msimu wa pili baada ya kufanyika mwaka 2024 ambapo mwaka huu inatoka na kauli mbiu Toka nitoke, tukutane Dodoma. Akizungumza na wanahabari mjini Moshi mnamo tarehe 16 Machi 2025, mratibu wa Tanzania Red Cross Society mkoa wa Kilimanjaro Muhamed Kisima amesema kipute hicho cha siku tisa kitawakutanisha waendesha baisikeli wa Kili Red Bike wapatao kumi na wawili. Sasa sisi kama taasisi ama sehemu ya taasisi tuna majukumu yetu, tuna wajibu wetu, na katika kufanikisha hili jambo letu la kitaifa, kama mkoa, tumeona tutoke vipi. Tumeona tunatofautisha kabisa na wenzetu wa mikoa mingine wanavyotoka. Sisi tunasema tunatoka na Kili Red Bikers ili kuongeza uhamasishaji kwa mkoa wetu na mikoa mingine, waweze kutambua umuhimu wa Red Cross, uwepo wa Red Cross na majukumu yake. Aidha, Kisima amesema safari hiyo itaanza Moshi mjini Mei Mosi 2025 kupitia mikoa ya Tanga, Pwani, Dar es Salaam, Morogoro, hatimaye Dodoma, ambako tarehe 10 Mei 2025 kutafanyika maadhimisho ya kitaifa ya Msalaba Mwekundu ya. Tumejifunza mengi kwenye safari yetu, changamoto za barabarani tumejifunza, na tumeona changamoto za barabarani na tumezitambua changamoto za barabarani. Kwa mwaka wa jana tulikuwa tunaendesha sisi wenyewe tu kama waendesha baisikeli tukiwa kumi, lakini hatukuwa na gari yoyote ya escort, hatukuwa na gari yoyote ya dharura kwa ajili ya, ya kutoa msaada kwenye safari yetu, zaidi ya pikipiki piki ambayo tulikuwa nayo ikiwa kiweza kuweza kutupa msaada wowote wa kidharura ungeweza kutokea njiani. Sasa hiyo ilikuwa ni katika sehemu ya mambo magumu tuliyaona, tukaona kwa mwaka huu tuboreshe safari yetu, kwanza katika masuala ya usalama wetu kama waendeshaji ili kuweza kuhakikisha usalama wetu, ni lazima tuwe na gari mbili ambazo zitaweza kuongoza msafara wetu. Gari moja itakuwa mbele ya msafara, ikiwa imebeba vifaa mm -hmm. vyetu lakini kuongoza security yetu mbele, msafara wa baisikeli utakuwa katikati, na nyuma tutakuwa na gari ya ambulance kwa ajili ya dharura yoyote ambayo mwendesha baisikeli atakayoipata, basi itaweza kupata huduma ya haraka na ili kuweza kumudu na kuendelea na safari. Kisima ameongeza kuwa Ilipaswa kufanyika mnamo tarehe 8 Mei 2025 ambayo ni siku ya kimataifa ya msalaba mwekundu, lakini kutokana na mazingira yaliyopo nchini wakaona waipeleke mnamo tarehe 10 Mei 2025 ukiwa ni msimu wa pili wa hamasa hiyo ya kipekee kutoka Kili Red Bike. Kisima ameongeza kuwa mwaka huu kuna uwepo wa mwanamke mmoja kati ya kumi na wawili ambaye naye atakuwamo katika kikosi cha waendesha baisikeli watakaoendesha kwenye milima mabonde na tambarale kwa zaidi ya kilomita elfu moja hadi makao makuu ya Tanzania Dodoma. Na umri wa miaka 23 ni mwanamke pekee kwenye timu ya Kili Red Bikers ambayo tunatarajia tarehe moja mwezi Mei kuendesha kilomita elfu moja, 23 kuelekea jijini Dodoma kwa ajili ya maadhimisho ya Kili Red Red Cross Day. Pia aidha hatua ya mwanamke huyo inazua hisia ya matumaini kwa wanawake na wasichana wengine hasa walioko vijijini au katika mazingira ya kihafidhina wasichana wanaoshuhudia tukio hilo wanapata msukumo wa ndani kuwa wao pia wanaweza kufanikisha mambo makubwa hata yale yanayoonekana kuwa ni ya wanaume pekee Tanzania au dunia ndogo. Kwa sababu unaenda popote wakati wowote ni mwili wako tu na msukumo wako. Lilian Kithee anatoa taswira ya kipekee kwani safari hii ya baisikeli inakuwa tu si ya kimwili bali ya kiakili na kisaikolojia. Safari ya kuvunja minyororo ya hofu, mashaka na dhana potofu kuhusu uwezo wa mwanamke. Mwanamke huyu anakuwa mfano wa matumaini kwa vizazi vya sasa na vijavyo Red Cross mwaka jana mwezi wa kwanza ambapo nilipata msukumo baada ya event ya Red Cross ya mwaka juzi ya Red Cross Day, nikaona it's a good opportunity ya mimi kuisaidia jamii, ku give out to the society. Pia nilipata msukumo kwamba inawezekanaje mwanaume aweze kuendesha kilomita elfu moja mia tano alizoendesha mwaka jana, mimi nisiwezi? Wakati ni hawa hawa nafanya nao mazoezi, ni hawa hawa najumuika nao kila siku katika event zetu za hapa Kilimanjaro. Akizungumza kwa niaba ya Kili Red Bike, David Marik anasisitiza kuwa baisikeli ikiwa ni chombo cha usafiri wa kawaida na kinachopatikana kwa watu wengi, ambacho huwakilisha urahisi wa kuifikia jamii yote bila mipaka ya kijamii au kiuchumi. Hivyo taswira ya usawa na mshikamano wa wananchi wote bila kujali hali zao inaonekana tena mwaka huu kupitia safari hiyo kuelekea jijini Dodoma. tumejipanga kisawasawa tumejipanga kiakili na pia tumejipanga kinguvu, kwa sababu kuendesha kilometa zote hizo elfu moja na ishirini na saba sio jambo rahisi kama hujafanya mazoezi na kama hujajiset kiakili. Tunafanya mazoezi magumu, tunafanya mazoezi ya kwenda umbali mkubwa, kuendesha kilometa mia mbili zaidi ya mia mbili kwa kutumia mountain bike sio kitu rahisi. Kwa hiyo tumejipanga vilivyo na tunaamini kwamba tutafanikiwa na tutafika Dodoma na tutaendesha tuta kilomita 1027. Hakika, hamasa ya Kili Red Bike inaibua picha ya mshikamano wa kijamii na uzalendo wa hali ya juu. Waendesha baisikeli wanapotumia nguvu zao, muda wao na uwezo wao kuihamasisha jamii kuchangia au kuunga mkono shughuli za Msalaba Mwekundu, inaonyesha kuwa bado kuna watu wanaojali ustawi wa wengine. Pia kampeni hii inaibua hisia za matumaini na mshikamano wa kitaifa, inayoonyesha na kuthamini mshikamano wa Tanzania. Waendesha baisikeli wanapopita mitaani, vijijini, mijini, barabarani na hata katika mbuga mbalimbali hapa nchini, wakibeba bendera au nembo ya Msalaba Mwekundu, wanatoa ujumbe kwa binadamu wote ni wamoja katika matatizo na suluhisho.